kuzungumzia tu mtu usiyemjua na huwezi kunijua tu kwa siku moja. Abilah, wewe ni mtu vitatu nasemaje? Tulizana bwana, tulia hapo, haina kuwaje? Kila saa kujibwenga wewe tu, aseme ukweli, amefanya nini? Hicho tundu kama nini, mtoto gani asielewa huko? Ah, bora kumiza. Tulia bwana, wewe. Na kumiza nini? Eh, hebu tulizana wewe. Unataka kuitwa bilaki kibichwa ndimi eh? Au ndio jina pale uko umelitaka, unani kufahamikane nao? Hebu tulizana kwanza, si ununda wako huo mtoto, ununda kama nini tulia huko sasa. Sasa kaa vizuri, nipate kukusigina sasa, hicho kinundu kipate kupungua sasa, sivyo kitakuwa kama tochi ya gari ya kizamani, tolitori ya baba baba. Sugue vizuri, kazi ndio kinarudi hiki. Wewe mbona hivyo? <tuhi> Shida, usipoangalia yule atakuaibisha katika shughuli yako. Shauri yako. Wewe, eh, eh, mtoto mwenye kichwa kikubwa hata kusikitika huwezi. Wewe kwani hakuna wakubwa? Ashikamo basi, maana hata kuamkia huwezi. Sasa ndio nakuamkia mimi, ashikamo. China achana na mimi, ujue akuache nani wewe, angalia maisha yako, kuchanganya hiyo know, mi nikuache, nikuache nini? Si ulikuwa katika majumba makubwa huko, kicho kurudisha hapa kwa shangazi zako unawagota tu wapi? He! Alikupa harudi atakuwa nisha na chio. Tuache si. Haya bibi bibi, mpaka saa hizi uko hapa. Nasubiria tunatoa aiba. Wao ndio mara ya mwisho walikuwa kufunga sare, ndio duka ambalo nalijua. Sogea bwana, tumalizane vipi wewe? Mkubwa nini? Ndio hii ndo dawa si zamani, kingunguni sasa inarudisha kiki kati, nitakuwa tochi hey.